Kwa zoezi naloendelea tarehe 29 na mwezi huu, sisi Dar es Salaam tunawapiga kura waliojiandikisha milioni 4 laki 4 na ishirini mia tisa kumi na mbili. Watu hawa Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakuthibitishia kwa wote watakaojitokeza kupiga kura hakuna jambo lolote baya litakalowakuta. Nyanyukeni, mkapige kura yale makundi machache ambayo yanajinasibu katika mitandao, achieni kwenye vyombo vya dola, watashughulika nao vizuri kabisa bila kelele, na ninyi mtapiga kura yenu bila kelele. Wale wanaojizima data, tutawawasha data ili network ishike vizuri, waone kinachoendelea, na sisi tunaitwa Wanachotaka, Tunataka. Kwa zoezi linaloendelea tarehe 29 mwezi huu, sisi Dar es Salaam tunawapiga kura waliojiandikisha milioni 4 laki 4 na ishirini mia tisa kumi na mbili. Watu hawa Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakuthibitishia kwa wote watakaojitokeza kupiga kura hakuna jambo lolote baya litakalowakuta. Nyanyukeni, mkapige kura, yale makundi machache ambayo yanajinasibu katika mitandao, achieni kwenye vyombo vya dola, watashughulika nao vizuri kabisa bila kelele, na ninyi mtapiga kura yenu bila kelele. Wale wanaojizima data, tutawawasha data ili network ishike vizuri, waone kinachoendelea, na sisi tunaitwa Wanachotaka, Tunataka kwa zoezi naloendelea tarehe 29 mwezi huu, sisi Dar es Salaam tunawapiga kura waliojiandikisha milioni 4,420,912 watu hawa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakuthibitishia kwa wote watakaojitokeza kupiga kura hakuna jambo lolote baya litakalowakuta. Nyanyukeni, mkapige kura, yale makundi machache ambayo yanajinasibu katika mitandao, achieni kwenye vyombo vya dola, watashughulika nao vizuri kabisa bila kelele, na ninyi mtapiga kura yenu bila kelele. Wale wanaojizima data, tutawawasha data ili network ishike vizuri, waone kinachoendelea, na sisi tunaitwa Wanachotaka, Tunataka.